Karibu, leo tuangalie kuhusiana na uh, trigonometry. Uh, na kuzungumzia uh, trigonometry, tunasema in the branch of mathematics. Kwa hiyo ni tawi la hesabu concerning how tunakuwa tunasema inakuwa na deal na uh, relationship between angles and uh, side, uh, length of triangle. Kwa tunaangalia mahusiano ya vitu viwili, very important, tunaangalia mahusiano kati ya angles pamoja nani na length. Kwa hiyo kwa nini ya pembe tatu? Wanasema, kama tuna hii pembe tatu hii, tunaangalia ah, kuna mahusiano gani, kuna uhusiano upi uliokuwa kati ya huu urefu na huu urefu na hii angle ya hapa let's say, au huu urefu na huu urefu na hii angle ya huku let's say, au huu urefu wa huku na huu urefu wa hapa na hizi angle. Kwa hiyo tunaangalia mahusiano yaliyokuwa kati ya ya angles pamoja na nani na na length, hiyo ndo tunasema nini, ni trigonometry. Kwa hiyo tuangalie, kwa mfano, hii pembe tatu yetu, right angle triangle. Uh, suppose hapa tuna a, uh, suppose hapa tunakuwa tuna b na hapa tunakuwa tuna nani, tuna C. Tunasema bia. Sasa tuangalie hii yengo ambayo ni yengo theta. Uh, kwa kama tuna a hapo, opposite yake tunaweza kaweka small a. Hapa tuna b, uh, opposite yake tunaweza tunaweza kaweka small b. Na hapa tuna C, opposite tunaweza kaweka nani, tunaweka nani, tunaweka C. Kwa nasema kwenye hii uh yengo theta kuna kitu cha kwanza ambacho tunaweza kuipata ambacho tunasema nini ni sine, uh, sine ya what, uh, sine ya yengo theta. Kwa tunasema uh, sine ya yengo, ili kumpata sine ya yengo, tunasema tunachukua uh, <coughs> opposite. Uh, tunachukua opposite of hypotenuse. Uh, hypotenuse. Kwa nasema kwamba uh, opposite ya hii yengo ni hii yengo ambayo inakuwa nani, ndio kwa tunasema urefu ambao unakuwa unatazama, kwa kama tukiangalia hii yengo, tukichukua labda ndio kama kajicho ikiwa inatazama inatazama huko, hiyo ndio opposite, na hii urefu ambao inakuwa inatengeneza 90 ambao unaunganisha pamoja na tengeneza 90, nasema huyu inakuwa ni adjacent. Kwa hiyo hypotenuse inakuwa ni huyu huko, ambao ni nani, ni C. Kwa hiyo tunakuwa tunazungumzia opposite, kwa hata kama tukiangalia labda yengo ya huku hivi Engo ya huku hivi. Say, inayotazama ni huku. Kwa opposite inakuwa ni opposite yake ni huku na adjacent yake inakuwa ni hapa. Kunayo nini? Kunayo cosine. Tunayo cosine unaandika cos uh, cosine ya theta inakuwa ni sana nani? Kwao cosine yenyewe tukianza ku define inakuwa ni adjacent, ni adjacent over nani, over hypotenuse, over hypotenuse. Kwa nasema a uh, uh, opposite yetu tumesema ni a, lakini adjacent yetu inakuwa ni b. Kwa tunachukua ni a, ni b over nani, over nani, over over c. Kwa tukichukua b over c au pia tukasoma kosi ya hii engo samani yake always inakuwa nini, zinakuwa ni sawasawa. This is cos, so ni cos ya theta. Kwa hiyo nasema kwamba ukichukua nani, ukichukua b over c ni sawa sana nani, na cos inafanya ngo, hivi vitu vinakuwa nini, the same. Kwa hiyo ile seti tuchukule usiletu namba ngapi? Namba mbili. And the last one kunayo uh, tan ya engo A tani ya angle tunasema inakuwa ni sasa nani, tani inakuwa ni, uh, opposite over nani over adjacent, kwani ni sasa na huyu over huyu. Kwa hiyo tani ya angle ni sasa na kumchukua opposite ambayo ni a adjacent yetu ambayo inakuwa ni sasa nani na b. Uh, kwa hiyo ile sine yetu namba ngapi? Namba 3. Sasa kuna reciprocal ya huyu hapa ambayo ni 1 over sine na kuna reciprocal ambayo ni 1 over uh, cosine na kuna 1 over nani over tangent. Kwa hiyo tunasema uh, kunayo secant secant of theta tunasema, au ni sana nani, na one over nani, one over cos. Kwa hiyo kimchukua 1 over cos ya angle, tunasema basi inakuwa defined kama nani, kama a secant, a secant. Lakini kuna hiyo cosecant, ambapo cosecant ya theta tunasema yenyewe ni kinyume cha nani, cha one over nani, one over sine one over sine. Kwa hiyo nasemaga naangaliaga hizi herufi za mwanzoni kama uh, ukitaka kuzibeba vizuri tunasema huyu ni cos. Kwa hiyo huku inakuwa so cos inakuwa ni yule mwenzake ambaye nani ni s, ambaye tunasema this is sec. Na huyu ambaye anaanza na c, kwa hiyo inakuwa si one over cos, ambaye kwa c inakuwa ni ile herufi nyingine ambaye ni nani ni s. Kwa hiyo nasema kuna hiyo secant ambayo ni one over cos na cosec au cosecant ambayo inakuwa ni one over nani, one over sine. Lakini kuna hiyo cotangent, huyu uh, cotangent ambaye tunasema ni cot. Uh, cotangent ya theta inakuwa ni sana 1 over nani, 1 over tangent ya theta. Kwa hiyo inakuwa namna hii hapo, kwa hiyo reciprocal za huyo hapa mboni 1 over tan, 1 over cos na 1 over a wana kwa sasa, tunakuwa tunazini tunazidifaa katika nini katika haya mahusiano haya, basi tunasema kwa mfano ukimchukua let's say a equation ya kwanza ukaganya kwa equation ya pili, kwa mfano equation ya kwanza, ngoja uh, ni mkopi hapo mkopi huyo hapa, tumesema this is equation number one. Uh, equation number one na hii nimesema equation namba mbili. Hmm, equation namba mbili, what if tuka nini, uh, tukachukua uhusiano wa huyu ganya kwa huyu. Kwa hiyo tukachukua equation ya kwanza, equation ya kwanza tukaganya na nane na equation ya pili kwa hiyo hapo kutakuwa kuna sine ya angle ambayo tutaganya kwa nani, kwa cosine ya angle ambayo tunasema hii itakuwa ni sasa nani na a, a, a chini ya c tunaganya kwa b chini ya c bado tunasema urefu itakuwa ni sasa na a chini ya c, tutazidisha kwa c chini ya nani, chini ya b. Lakini c na c wana cancel, then tunabaki na nani, na a chini ya nani, chini ya b. Kwa hiyo tukiangalia a chini ya b, tumesema hii ni nani, hii ni tangent. Kwa hiyo tan ya tangent ya angle tunasema hii ni a over nani, a over b. Kwa hiyo badala kumwandika uh, uh, a over b, sometimes tunasema tuna nini, tunamwandika nani, tunamwandika tangent. Kwa hiyo this is tan nani, tan theta. Kwa hiyo tunasema sometimes unaweza kuwa una sine ya angle, lakini pia ukawa una cosine ya angle, basi from sine na cosine kwa hiyo huo ndio uhusiano ambao tunakuwa tunaoupata. Hasa nasema kunazo trigonometric identities, kunazo trigonometric identities ambao inabidi tuzione. Kwa hiyo tunasema kuna kuna vitu viwili ambavyo muhimu sana kuelewa, kuna equation pamoja na nani, na identity. Asa equation tunasema inakuwa na jibu moja tu. Kwa sababu yule anaweza kwenda kule nikapata X ni sana ngapi? Na mbili. uh, uh, uh, one in one answer. Say to, consider from nani, from Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem. Kwa Pythagoras theorem tunasema kwamba uh, ukimchukua huu urefu ukamzidisha mara mbili ukachukua na urefu kazidisha mara mbili unakuwa ni sana huu urefu wote unazidisha mara mbili, ambapo tunasema a square plus b square is equal to c square, kwamba uh, a square plus uh, b square is equal to nani, is equal to c square. Kwa hiyo sisi tugawanye kwa kwenye equation yetu kwa c square kila upande. Kwa hiyo tuseme hapa tunakuwa tuna nani, tuna a square, tugawanye kwa nani, kwa c square, uh, tunajumlisha let's say na b square Nenye tugawanye chini iwe c square. Na ni sawa sawa lese ina, na c squared a chini tugawanye kwa kwa, kwa c squared. Kwa unasema, kwenye kumwandika, hapa tunaweza kumwandika ni a chini ya c hiyo tukamzidisha mara mbili. Hapa tunaweza kumwandika ni b a chini ya c hiyo tukazidisha mara mbili. Na huku ni sawa ngapi? Na moja. Lakini a over c, tumeshasema a over c hiyo ni nani? a ni sine kwamba ukichukua hiyo basi ni sine na b over sine ni cosine. Kwa hiyo nasema hichi kitu hichi ni sine ya angle. Kwa hapa ni sana kumandika, uh, sine ya angle, let's say tukazidisha mara ngapi? Mara mbili. Tunajumlisha na hichi tumesema nani ni cosine ya angle. Kwa hiyo ni cosine ya angle namzidisha mara mbili ni sana ngapi? Na moja. Kwa hiyo tukiandika hapa, hii tukiweza kuingiza ndani hapa kuandika vizuri notation yake tunaandika sine then square. Kwa hiyo kama ni sine cubic always tunakuwa tunamwandikia wapi hapa? Kama ni sine ya ya mara tano labda sine tunakuwa tunaweka ngapi? Tano hapa. Ukiweka hapa mia moja na mia moja utapata ni moja. Kwa hiyo angle yote utakayoweka hapa itakuwa ina lead tu ngapi? Ina lead to one. Kwa nasema kwa mfano tuchukue tena uhusiano, let's say tugawanye labda kwa, uh, kwa cos square, cos square, cos square, kila upande kwa sababu hapa kuna sine square ya angle, lakini tugawanye kwa nani? Kwa cos square, uh, tugawanye kwa nani? Kwa cos square then tuna plus hapa ni cos square angle na yenyewe pia tugawanye kwa nani? Kwa cos square, kwa tunaganya cos square kila upande, let's say inakuwa equals to one. Kwa kwa, cos ni secant ambapo tukimpanda huku juu inakuwa ni, ni, secant square, ambapo sec square nani ya theta. Kwa unasema hii ndo trigonometric identities zetu ya ngapi? Ya pili. Huu ndo usiano wetu wa pili ambayo always inakuwa ni true tu. Kwa hiyo ukimchukua tan square ya theta plus 1 equals to nani? Equals to secant square ya nani? Ya theta. Then identities nyingine ya tatu tunachukua again huyu, baada ya kuganya kwa cos square tunaganya kwa sin square. Kwa unaganya kwa sin square, sin square na sin square kila upande hapo. Kwa hiyo unasema tukimchukua sin square ya theta tunaganya kwa sin square ya theta ambapo inakuwa ni sana moja, tunajumlisha Uh, tuna plus na nani na cos uh, uh, square theta, lakini tunaganya kwa sine square, kwa huko uh, tumesema inakuwa ni Uh, square theta inakuwa ni sana nani ya one over sine, tumesema inakuwa ni nani, ni cosec au cosecant, cosec square nani ya theta. Kwa hiyo hii ndo identity yetu namba ngapi? Namba namba 3. Kwa hiyo hii ndo identity ambazo ni ni za muhimu sana, ni za muhimu sana ambazo tutakuwa tunaziangalia kwa leo. Sisi tuweche mifano, tuangalie mifano yake inakuwaje.